Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka, ni siku moja imepita toka kutangazwa kwa kifo cha mtoto wa aliyekuwa rais wa nchi ya Libya, maanake mtoto wa Muammar Gaddafi, Seif Al Islam Gaddafi. Kifo cha Seif Al Islam Gaddafi ni kifo ambacho tunakichukua katika uzito wa namna yake, kwanza kwa kuzingatia nafasi ya Muammar Gaddafi, lakini vilevile vile kwa kuzingatia nafasi ya Seif Al Islam katika siasa za Muammar Gaddafi na hata katika Uh, mwenendo wa siasa za nchi ya Libya kwa hivi sasa. Labda nikurudishe nyuma kidogo ili uweze kufahamu nafasi ya Seif Al Islam Gaddafi. Libya haikuwahi kuishi katika kipindi cha ustawi mkubwa kama ilivyokuwa katika kipindi cha uraisi wa Muammar Gaddafi. Lakini vilevile, umashuhuri wa Muammar Gaddafi haukuishia tu ndani ya mipaka ya Libya bali vilevile vile athari yake ilitambaa katika bara zima la Afrika na project alizokusudia kuzifanya kwa Afrika kiujumla ni project ambazo actually mwisho zilileta matatizo katika nchi ya Libya, lakini vision yake kubwa ilikuwa ni vision ya kuifanya Afrika au kuchangia katika kuifanya Afrika kuwa ni bara ambalo linajitegemea katika mambo yake. Kwanza kabisa kuna project ambayo alikuwa amekusudia kuja nayo pamoja na kwamba haikufikia katika kilele ni project ambayo inajulikana kama dinar, gold dinar project, ilikuwa uh, ni mradi wa kufanya Afrika warudi kwenye kutumia pesa ya dhahabu kwa maana kwamba waachane na matumizi ya pesa ambazo tunaziita uh, zina extrinsic value. Pesa ambazo thamani yake ipo juu, maana yake hizi pesa za karatasi tunazotumia ni pesa ambazo lau nchi itatangaza kwamba leo hatutumii pesa fulani, maana yake hiyo pesa inakuwa haina thamani, tofauti na dhahabu. Dhahabu hata watakaposema kwamba uh, labda pesa yenye alama fulani hivi sasa haitumiki, maana yake mtu anaweza akaiyeyusha dhahabu na kisha akaenda kufanya biashara nyingine. Kwa hiyo mradi au mpango wa Muammar Gaddafi hasa ulikuwa ni mpango wa kutengeneza pesa ambayo tunasema kiuchumi ina intrinsic value. Ina thamani ya ndani kwamba hata kama uh, umewekewa vikwazo au umefanya kitu gani, maana yake unaweza kubadilisha ile pesa ikawa tena thamani kwa kuzingatia ni pesa ambayo ya dhahabu, kwa hivyo ina thamani yake ya ndani. Hii ni project ambayo Inaonekana Muammar Gaddafi au kwa hakika Muammar Gaddafi alikuwa amekusudia kuja nayo katika bara la Afrika, lakini kwa bahati mbaya, uh, kulingana na baadhi ya emails ambazo zilipata kupatikana katika seva ya Hillary Clinton aliyewahi kuwa makamu wa rais wa nchi ya Marekani zinaonyesha kwamba makachero wa nchi ya Ufaransa waliweza kuifahamu project hii mapema na hilo linaonekana lilikuwa ni miongoni mwa vitu ambavyo vilichagiza uvamizi wa nchi za magharibi katika nchi ya Libya kiasi ambacho ilipelekea kuanguka kwa, kwa utawala wa Muammar Gaddafi, ukiachilia mbali maandamano ambayo yalikuwa yakifanyika katika nchi ya Libya ambayo vilevile yali play role kubwa au yalifanya kazi kubwa katika kupelekea kuanguka kwa, kwa utawala wa Muammar Gaddafi. Lakini vilevile Muammar Gaddafi katika kipindi cha utawala wake, uh, ali changia pakubwa katika mifumo ya mawasiliano katika bara la Afrika. Kabla ya mwaka elfu mbili na saba nchi za Afrika zilikuwa zikilipa katika nchi za Ulaya takriban dola milioni mia tano kila mwaka. Muhamad Gadafi akaja na rai kwamba lazima Afrika tuwe tuna satelaiti yetu katika upande wa mawasiliano. Kwa hivyo Afrika walikusudia kutengeneza satelaiti yao na walitengeneza satelaiti ambayo inajulikana kama RASCOM kwa maana ya kwamba ya Regional Africa Satellite Communication Organization CUF ambayo ilikuwa launched kwa maana kwamba ili ilirushwa kwenda angani mwaka 2007, pamoja na, na kwamba ni uh, mission ambayo kwa mwaka 2007 haikufanikiwa, lakini ilikuja kufanikiwa zaidi kwenye mwaka 2010. Lakini katika project ile uh, kiasi cha pesa kilichokuwa kinahitajika kwenye kutengeneza ile satellite ilikuwa ni takriban dola milioni 400 dola milioni mia tatu zilitolewa na Muammar Gaddafi. Maana yake dola milioni mia moja, ndo zilichangiwa na watu wengine, na hivyo ukiachilia uh, mbali kwamba sahivi Afrika tuna satelit nyingi za angani, maanake takriban kama satelit sitini na moja lakini kiufupi ni kwamba moja katika watu waliochagiza Afrika kufikia hapo ilipofika alikuwa ni mtu anayejulikana kwa jina la Muammar Gaddafi. Ukiachilia mbali hapo maanayake Projekti nyingine ambayo alikuwa anakuja nayo Afrika ilikuwa ni ya kuhakikisha kwamba Afrika inavuna mafuta na inakuhakikisha kwamba yenyewe inayachakata yale mafuta kufikia katika matumizi ya mwisho, aiza ya petroli, diesel, mafuta ya taa na, na mfano wake, pasi na mafuta yale kutoka kwenda katika nchi nyingine kwenda kuchakatwa, lakini vilevile Uh, kupitia project hiyo ya mafuta moja katika plani za Muammar Gaddafi ilikuwa ni kukuza viwanda ndani ya Afrika kiasi ambacho matumizi ya mafuta Afrika, ya Afrika yaweze kutumika katika kuendesha mitambo au kuendesha I mean, viwanda ndani ya bara la Afrika. Ukiachilia mbali katika project kama za upande wa maji katika kipindi chake ndani ya nchi ya Libya alitengeneza wa na mwanadamu na lengo la kutengeneza mito hiyo uh, hasa ilikuwa ni kujaribu kufanya uhaulishaji wa miradi ya kilimo kutoka kwenye kutegemea mvua kwenda kwenye kutegemea njia ambazo inawezekana wanadamu wenyewe wakazitengeneza. Ina maana alikuwa ameanzia Libya, lakini vivile mradi inaonekana kwamba ilikuwa ni kusupport harakati kama hizo katika katika bara la Afrika. Sasa Uh, Muammar Gaddafi uh, kuanguka kwake, maanake hasa projekt kama hizi za satellite projekt, kama hizo za gold dinar, projekt kama hizo za kuhakikisha kwamba mafuta yanakuwa supplid Afrika nzima, yanachakatwa na, na yasiuzwa kwa kutumia dola, maanake zile project za dedolarization apo sasahivi inaonekana zinashika kasi, ilikuwa ni moja katika ndoto za Muammar Gaddafi na alikuwa anazisimamia ndoto zake na ndiyo maana inaonekana kwamba nchi za magharibi zilijitahidi kufanya kila juhudi kuweza kumuondoa Muammar Gaddafi. Sasa, katika kipindi cha Muammar Gaddafi mmoja kati ya watu muhimu hasa alikuwa ni Saif al-Islam Gaddafi. Kwanza, Saif al-Islam Gaddafi ni kijana ambaye amesoma katika nchi ya Uingereza. Na mwenendo wa siasa ya nchi ya Libya ulikuwa unaanza kuchukua uelekeo mwingine kutokana na ushawishi wa Saif al-Islam Gaddafi kwa baba yake. Kiasi ambacho baadhi ya maafisa ambao ni washirika wa karibu wa Muammar Gaddafi walioshiriki katika mapinduzi walikuwa hawakubaliani sana na sera au na baadhi ya mitazamo ya Seif Al Islam Gaddafi. Mwaka elfu mbili na nne nchi ya Libya ilikubali kuharibu uh, sehemu ya silaha zake za maangamizi, weapons of mass destruction, walijaribu ku, walikubali kuziharibu pamoja na kwamba hazikuwa nyingi, kwa sababu nyingi katika hizo silaha zilikuwa hazijafikia hazi katika, katika uwezo wa kufanyiwa matumizi ya mwisho, lakini kiasi ambacho walikuwa nacho za, za, za, za, zile silaha za maangamizi walikubali kuziharibu kutokana na ushawishi wa Seif Al Islam Gaddafi kwa baba yake. Kwa maana ya kwamba yeye ndo alisimama kama mtu wa katikati kuweza ku baina ya Muammar Gaddafi au serikali ya Muammar Gaddafi pamoja na serikali za magharibi kwa makubaliano watu wengi walikuwa wanaona kwamba ndiyo mrithi atakayekuja kufanya mabadiliko katika utawala wa Muammar Gaddafi, pamoja na kwamba ndoto hiyo ilififia tu mwaka 2011, kipindi ambacho maandamano yameanza kutokea maeneo ya Benghazi na mfano wake kuelekea tri, tri, tri Tripoli. Speech iliyotolewa na Saif al-Islam Gaddafi ya kuwalaani wale waandamanaji, hiyo ndio ilikuja ikaondoa credit yake ndani ya Libya kwa vijana, lakini vile vile na katika upande wa nchi za magharibi. Tatizo lilikuwa kubwa zaidi kiasi ambacho Seif Al Islam Gaddafi mwisho alitamani kutoroka kuelekea katika nchi ya Niger, lakini wakati anafika katika mipaka baina ya nchi ya Libya na nchi ya Niger akatekwa na kundi au wanamgambo wanaojulikana kama Bakar bin Siddiq Brigade ambao wanatokea maeneo ya Zintan upande wa kaskazini mwa nchi ya Libya ambapo aliuliwa jana, uh, Seif Al Islam Gaddafi. Kwa hivyo walimteka Seif Al Islam Gaddafi na kisha wakaenda naye kama ni mfungwa maalum katika maeneo ya Zintan ambapo walimhoji kwa takriban miaka sita kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na moja mpaka mwaka elfu mbili na kumi na saba na kisha baada ya hapo kumwacha kama ni uh, raia huru ambaye aliendelea kubaki katika maeneo ya Zintani akizingatiwa kwamba ni mgeni wa makabila ya watu wanaopatikana upande wa Zintan hasa upande wa kule milimani mpaka kufikia uh, hatma ya kifo chake maana yake amefia katika upande wa kule Zintan. Sasa kifo cha Saif al-Islam eh, Gaddafi kinaashiria kufikia tamati kwa ushawishi wa kisiasa wa familia ya Gaddafi ndani ya nchi ya Libya, kwa sababu mtu pekee ambaye alikuwa amebaki kama ni heavyweight au ni mtu mzito katika familia ya Gaddafi ambaye bado ana jocho la kisiasa alikuwa ni Saif al-Islam Gaddafi. Seif Al Islam Gaddafi katika siku za nyuma alikuwa akikariri kwamba anakusudia kugombania urais katika nchi ya Libya. Na hili ni miongoni mwa mambo ambayo yanashakiwa kwamba huenda ilikuwa ni sababu ya kupelekea kifo chake uh, Seif Al Islam Gaddafi. Ni kifo ambacho uh, kimetokana na uvamizi wa watu takriban wanane ambao wanazingatiwa kwamba ni makomando, lakini vile vile uvamizi wao ulipamba ulikutana na baadhi ya ukinzani lakini mwisho siku ilipelekea kifo cha ja, uh, Seif Al Islam Gaddafi. Jambo hili linahusianishwa na ndoto ya Saif Al Islam Gaddafi kuja kugombania uraisi kwa kuzingatia kwamba toka kufa kwa uh, Muammar Gaddafi, maana yake ni kwamba nchi ya Libya ilipoteza ustawi wake wote. Kama sasa hivi inaonekana kwamba ni nchi ambayo imegawanyika, upande wa mashariki inaongozwa na General Haftar upande wa magharibi, upande mmoja inaongozwa na serikali ile inayotambulika kimataifa ya Government of National Unity ambayo zamani ilikuwa inajulikana kama Government of National Accord, lakini vile vile kuna maeneo mengine ambayo hayako chini ya udhibiti wa Government of National Unity, kwa maana maeneo kama ya Zintan ambayo yanasimamiwa na baadhi ya wanamgambo ambao walikuwa wamemkamata uh, au walikuwa wamemhodhi uh, Saif al-Islam Gaddafi. Kwa hiyo ni nchi ambayo ina miparaganyiko mingi kutoka alivyoondoka Muammar Gaddafi kubaki kwa Saif al-Islam Gaddafi na kukusudia kwamba atagombania uraisi, katika baadhi ya fikra za watu ndani ya Libya walikuwa wanaona kwamba huenda tukarudi katika zama za Muammar Gaddafi, maisha yalivyokuwa mazuri, maisha yalivyokuwa rahisi na ustawi wa Libya ulivyokuwa katika hali ya juu. Kwa hivyo kufariki kwa Seif Al Islam Gaddafi maana yake ni kufifia rasmi kwa ndoto ya baadhi ya watu waliokuwa wanaona kwamba familia ya watu wa Gadafi bado ipo especially katika sehemu kama za Oman, kuna baadhi ya watu lakini hawakuwa na ushawishi katika maswala ya kisiasa, wala hawakuwa na sapoti kutoka katika upande wa makabila ndani ya Libya, na hivyo haitarajiwi tena kupatikana mtu kutoka katika watu wa muammar Gadafi kuja kushawishi au kuwa na nguvu ya kisiasa katika nchi ya Libya. Na kutokana na kifo cha Seif Al Islam Gadafi, maanake kile tunachokiona ni kwamba Libya kwa kiwango kikubwa itabaki katika katika kwa kwa uh, upande kama wa General Haftar, maanake unasapotiwa labda na nchi kama ya Urusi au nchi kama ya Egypt. Ukienda katika upande wa Government of National Unity, unasapotiwa imeparaganyika paraganyika na nchi kama Uturuki. Ukienda katika watu haidhaniwi kwa haraka kwamba anaweza akapatikana mtu mmoja kuweza kuwa unify wote, isipokuwa njia pekee ya kuwafanya kuwa pamoja ni kupitia njia za mapigano, kwamba upande mmoja upigane na upande mwingine, uweze kuchukua maeneo yao ya wayaweke chini ya udhibiti wao, kupitia njia kama hizi ndo mtu anaweza akatawala sehemu kubwa ya Libya. Kwa hivyo, kwa kifupi ni kwamba kifo cha uh, Saif Al Islam Gadafi kinaashiria wa wazi kabisa kuzimika kwa ndoto ya matarajio ya kurudi tena kwa zama za Muammar Gadafi, kwa kuzingatia mtu wa mwisho ambaye alikuwa bado ana sehemu ya ushawishi wa kisiasa kutoka katika familia ya Muammar Gadafi alikuwa ni Saif Al Islam Gadafi. Kwa hivyo tumesema tukuletee jambo uh, hili tukitaraji kwamba uh, huenda ukawa umepata faida kwa upande mmoja au mwingine. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na nikuombe usahau kusubscribe kulike kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.